Sim hii ni radio Samaritan FM, taingia ubarikiwe. Samaritan FM mtoka kamoti yako ni kwenye ngazi za kitaifa na kimataifa Samaritan kwa nisani ya rafiki Msamaria hesabika kama rafiki Msamaria kwa kusimama na huduma hii kupitia paybill namba 400200 Account number 665257. Wewe ni rafiki Msamaria. Na asubuhi njema, hujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Samaritan FM ikiwa ni siku ya mwisho tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025 ni saa moja, dakika moja imechanika. Karibu kwenye wimbi la Samaritan FM awamu hii, mimi ni Vincent Musungu, na kwenye taarifa tulizokuandalia ni kwamba viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wameitaka polisi kumkamata Rigathi Gashagwa kwa kile wanasema alihusika kwa kupanga maandamano ya jenzii ya Juni ya elfu mbili, ama ya Juni ya mwaka huu ambayo ilifanyika Jumatano wiki jana. Baadhi ya viongozi hao walimkashifu na, wali na pia viongozi wa makanisa wakimkashifu kwa kukosa uwajibikaji kuhusu maandamano na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa nchini. Wamezungumza haya wakiwa Nairobi na vilevile vile katika jiji la Kisumu wakimtaka Rigathi Gachagua kushikwa na kukamatwa mara moja ili kueleza ni vipi maandamano kama hayo yalishuhudiwa katika taifa la Kenya na yakasababisha yakasa uharibifu pamoja na vifo na majeruhi zaidi ya mia tano. We want sababu, tukichochea watu kwa misingi ya vizazi, tuchochee watu kwa misingi ya mahali tunatoka, tuchochee watoto wetu waharibu nchi yetu na mali yetu hatutasaidia nchi yetu. Wale watu tafadhali mchukue hatua tafadhali, nimeomba. Kama sivyo tutarudi kwa kiwanja. Every criminal individual who participated in those criminal acts, we will follow the law and we will hold you to account. Nao viongozi wa kidini hao, wa kwa upande wao wametaka serikali kuwasikiliza vijana huku wakikosoa polisi kwa utumizi wa nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano. Aidha, hawa walisema walipoongozwa na viongozi wa kikatoliki na Kianglikana wakikosoa uhuni ulioongozwa na baadhi ya vijana hao wakisema kuwa njia starabu ya staarabu ya kurejesha amani katika taifa la Kenya ni kuzungumza na vijana abale si kuwapuuza we listen to them we understand them we make them grow and mature mambo ambayo tunatetea tunazungumza tunarusha hapa na pale we have to agree all of us together the leaders of the government the leaders in the church and the family members and everybody that we take care of the young people ni ile yaitwa kwa kiingereza sophisms tumejawa na huu nafiki it look like the members of parliament do not not understand have not learned a lesson why people are in the street na wabunge wanaounga mkono Chama cha Demokrasia kwa Nchi Almaarufu DCP amefichwa mpango wa kuwasilisha hoja ya kumtimua waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen wakitaja agizo lake tata la kupigwa risasi kwa kuwa kama sababu ya kuondolewa afisini. Anayeongoza mashtaka hayo ni mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ambaye alitoa tangazo hili wakati wa hafla ya maombi na kuchangisha fedha kwa waumini wa Korino iliyofanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha Embu hapo Jumapili. Aidha, Mukunji alishtumu Murkomen kwa kuendeleza mauaji ya nje ya mahakama na kutekeleza upotevu wa binadamu akidai kuwa vitendo kama hivyo vimekuwa alama ya utawala wa Kenya Kwanza. Alitoa wito kwa wabunge kutekeleza jukumu lake na uangalizi la kulinda maisha na uhuru wa Wakenya. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua vilevile na kiongozi wa DCP mwenyewe pia amemtaja Murkomen kama waziri kijana aliyejawa na furaha kwa sababu ya fedha na mamlaka, akimshtumu kwa zembe ambayo yanaweza kusababisha hasara ya maisha na watu wasiokuwa na hatia na pia vilevile matokeo ya kisheria kwa maafisa wa kutekeleza sheria. Vilevile kujibu ukosoaji huu unaoongezeka wa upande wake, ametaka kufanua msimamo wake akisisitiza kwamba yalitolewa ya muktadha na huko haya yakiendelea, ni kwamba viongozi wa upinzani wanaendelea kuishtumu serikali kwa kutumia nguvu kupita kiasi, watu wa maandamano iliyoshuhudiwa tarehe ishirini na tano mwezi huu, kaunti ya Nyandarua, ambayo akiwa naye waziri wa zamani Fred Matiang'i, akisema kwamba uchungu wa vijana unahitaji suluhu ili mazungumzo ya kitaifa bali si kuwapa mapuuza.

na madaktari wamesema kwamba Boniface Kariuki, kijana aliyepigwa risasi na polisi akichuuza barakoa amekufa ubongo, na kwamba hauwezi kufanya kazi tena. Aidha, kulingana na familia ilipokea taarifa hiyo usiku wa manane wa kwa kuamkia Jumapili, huku ikisisitiza kuwa gharama ya matibabu ya jamaa wao imepanda zaidi kufika shilingi milioni tatu unusu.

Nilipigiwa kama saa sita ya usiku kaambiwa tukuje tuogee na madaktari na tumeambiwa breni yake haifanyi kazi. Sasa sikukujua kuanzia hapo, sasa ni gani? Tujaambiwa ameondoka, lakini tumeambiwa breni yake haifanyi kazi, lakini roho inapiga na kimataifa ni kwamba watu wasiopungua 38 wamefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana ana kwa ana na kushika moto katika mkoa wa Kaskazini wa Kilimanjaro huko Tanzania. Aidha, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema kuwa ajali hiyo ilitokea jioni ya jana katika wilaya ya Same baada ya tairi ya mbele ya moja ya mabasi kupasuka na kusababisha moto ulioteke, ama ulioteketeza mabasi yote mawili na kusababisha vifo kati ya mabasi yote hayo mawili. Aidha, abiria ishirini na wawili pamoja na wengine ishirini na nane walijeruhiwa na wakatibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini wakirejea manyumbani, huku sita wao wakisalia chini ya uangalizi wa karibu wa kimatibabu. Aidha, ajali mbaya za barabarani ni za kawaida nchini Tanzania na mara nyingi zimekuwa zikielezewa kutokana na hali duni ya magari na tabia za uendeshaji wa magari zisizokuwa makini. Rais Samia Suluhu wa Tanzania hivi karibuni ameelezea wasiwasi wa kwa ajali swa..., kwa..., za barabarani akitoa takwimu kwamba kuanzia Januari hadi Aprili mwaka huu